Na kuomba vanila vanila, mshamba kutoka Mwanza, wote walio katanyani ni washikaji zako, yaani wote mashoga zako. Mbona kila ngefika sasa ni maskini na mwana Stamina tu yana? <laughs> ni kwa sababu gani? unja hivi, kwanza ile story, bwana unja ibla, mimi mwanangu, unja usiruhusu maswali haya. Aliitwa oya, we. <laughs> Ibla ibla, natamani ni ibla nimkamate nimpige, aniambie kweli chawa gani anakukosha zaidi Mzungu kwangu na anakoga namba moja siku zote, doto au mwezi mja au mwezi baba leo au mwezi yani, na pamoja kwamba anatumia radio na nini, lakini yule ni master. Mzungu wewe kiboko kabisa. Yes, the Page, niko na Dulla Makabila, nimekuja naye kupiga story kama kawangu kama kawaida, mishe zinaenda. Nashukuru Mungu kaka. Uh, zamani singeli ilionekana ni mziki wa kuwafurahisha watu wasiokuwa na kipato. Mziki ambao unafanyika ndani zaidi uswahilini zaidi. Sasa hivi tunamwona Dulla Makabila ana range, ana uwezo wa kupost akiwa kwenye private jet afu anatuwekea ngoma ya Mnyamwezi Sentro C. Unavurugu vipi? ni kwamba eh, band band for band. Ya, yeah, ni kwamba Singeli value yake imepanda, bongo flavor imeshuka, ama wasanii wa singeli wamejua kuokota pesa namna gani ya kucheza na digital platform na kuokota hiyo? Amna, maisha ndio yalivyo. Hata bongo flavor yenyewe walianzia huko huko, lakini sasa hivi inabidi wajue tu kwamba, yani sisi kama wao tu, yani hilo ndio swala ambalo inabidi wajue kama wao tu, yani aina ku aina kufagilia, aina mmogopi nani, aina nini, yani yeah, walivyokuwa navyo na sisi tunavyo, kwa hiyo maisha yanaendelea. Okay, uh, ukiwa kama msanii sasa hivi kuna generation ya Bongo Flava, upcoming na kuna generation ya singeli upcoming. Wewe ipi inakuvutia na unaona inapiga hela zaidi? Mm, generation zote ni kali lakini ya Singeli imechangamka sababu hata Bongo Flava wenyewe wanavutiwa mm. Ndio maana Bongo Flava wengi unaona wanafanya singeli pia kuna moja kati ya msanii wa singeli aliperform mbele ya viongozi, afu ikaonekana amepanda tu ameanza kuimba, viongozi wakaondoka. Lakini kwa Dulla Makabila, imekuwa ni mtu ambaye anawachezesha viongozi. Je, uaga unaangaliaga nyimbo zako, haya maneno inabidi niperform hapa, haya niperform hapa mimi unaweza kabishana na mimi huko kwenye maviwanja ma sijui kata majani timu wa vumbi vua mashati, lakini ikitokea sasa, ndo tumeitwa ukumbini, amna vumbi la kutimua, amna watu kuvua mashati, watu wamekula suti, wana bodyguard, watu wa system wako pale, usalama, kaka, mama, Mheshimiwa Rais hapa, kuna Kassim Majaliwa, ukugokulia kwake mama, kuna mtu kama mtu kama Doto Biteko, yani pale imejipanga ili unasema serikali kuu pale. Sasa no uta, utaona wasanii wanavunisusia mimi mike sababu unajua, <laughs> najua cha kuimba <laughs> okay. Kwenye nyimbo yako ya tuzo, ingekuwa hujaitoa, ni kipande gani ambacho ungekiongezea ambacho ni tukio la sasa hivi? Nyimbo yako nyimbo yako ya tuzo ile, unayowagaia wasanii tuzo, ungekuwa bado hujaitoa ni tukio gani ambalo lina trendi sasa hivi ungeongezea pale? <laughs> <laughs> Dula? Dula? Dula. Unaamini maswala ya kodi na kuitwa <laughs> Masuala bana, bro, mimi sina kodi, njoo ndani. Masuala ya kodi na kuitwa aliitwa, Oya we Ibla, ibla. <laughs> <laughs> Maana hiyo story nimeiona meyona bwana. Ungeitoa au unge ah, Babu, mi sina na managementi. Unanitaje, wewe angalia kwa zamano, umano. Mm. Mimi maisha na uishi. Bongo Flava ni hawayaishi yaishi. Mm. Suna nilo vizuri. Yaani wapo Bongo Flava, ukitoa wa A-listi, ukitoa mtu kama Diamond, tuseme, Alikiba, Monaizi, Duxis, Jui, Mbosso, Mario. Na kaza kaza, waliobaki huko

Vanila mshamba kutoka Mwanza, wote waliokatanyani ni washikaji zako, yaani wote mashoga zako. Tukianza kwa mwanangu oya we nakule kwa manadada wakukuwa mapenzi wote wanao. Kwa hiyo naomba Vanila, usifanye hivyo. Msanii anaingia ndani ya lebo, utambulisho mkubwa, akitaka kuondoka ugomvi, skendo, kutoleana kashfa za ajabu. Je, yeah, lebo ya Dulla Makabila tuitegemee itakuja kutokea kitu kama hicho. Kaza juzi alivyotokea hivyo mimi msanii wangu alinitumia message, akaniambia kaka, "Najua unaona kinachoendelea, lakini mimi siwezi kuwa kama hao." <laughs> umuiti <laughs> <laughs> Yaani alikuwa ananitoa wasiwasi lakini ni kiukweli kabisa. Msanii yupo na baadhi ya watu wanamjua. Ni msanii mmoja hatari sana. Eh, mimi mwenyewe nikimwangalia mm, akiamua anatikisa ufalme. Singeli, <laughs> singeli kaka. <laughs> singeli kaka. Bongo flavor utaje? Bongo, Bongo flavor. Wakasi gani mimi? Hapana, nitajie msanii wa hip hop mwenye hela ambaye anaweza akakutikisa. Hip hop wengi, wengi maskini, ukweli tusemwe, mtu kama Stamina ndo wali yake. Stamina ndo wali mbaya, mwingine nani? Tusemwe na na Stamina tu <laughs> <laughs> <laughs> na, hivi <laughs> hivi kwa nini yaani hawaji ngoanwlunya ni kidogo, sijui sasa, kama iko vizuri kweli au anaipatia vizuri mitandao <laughs> lakini lunya mwanangu anaonekana ana shida shida, ana shida nenga nenga, bwana, yule mchaga kwanza afule mm, mjanja mjanja e, mwanangu ule mwanangu ule kipato nacho. Chawa gani anakukosha zaidi? mm. Mzungu kwangu anakaga namba moja siku zote Doto awa mwezi, Muja awa mwezi, Babalevu awa mwezi. yani, na pamoja kwamba wanatumia radio na nini lakini ule ni master mzii. Mzungu wewe kiboko kabisa wewe <laughs> <tipi>.